Wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti kuwa jumla ya ndege 337 za Ukraini zisizo na rubani zilizuiwa ama kuharibiwa usiku kucha katika mkoa wa Moscow na mikoa mingine tisa ya nchi hiyo. Hata hivyo, mtu mmoja ameuawa na watatu kujeruhiwa katika shambulio hilo la Ukraine na huku Ukraine ikiwa haijatoa maoni yoyote. Shambulio hilo linakuja saa chache kabla ya mkutano uliopangwa kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine hii leo, kufuatia mzozo wa hivi majuzi kati ya Rais Trump na Zelensky. Hili linaonekana kuwa shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani ambazo Ukraine imeanzisha hadi sasa ndani na karibu na Moscow ikihusisha drone kadhaa na baadhi kulenga maeneo ya makazi kufuatia shambulio hilo viwanja vinne vya ndege vya Moscow vimefungwa kwa muda huku meya wa mji huo akisema ulinzi wa anga wa Urusi ulidungua zaidi ya ndege 60 zisizo na rubani karibu na mji mkuu. Hii ni TMC News update Kimataifa. Mimi ni Ronaldi Sonyo, endelea kutofuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.